Wakati sekeseke seke la kufungiwa kwa kanisa la Askofu Josephat Gwajima likizidi kutikisa huku ombi la zuio la kutokulifungia kanisa hilo likigonga mwamba, kiongozi wa kanisa hilo ambaye pia ni mbunge wa jimbo la Kawe kupitia chama cha Mapinduzi CCM, Josephat Gwajima, amewaita waumini wa wake katika ibada ya jimbo kuu la Dar es Salaam itakayofanyika Jumapili Juni 15 majira ya saa 4 asubuhi katika eneo la Ubungo Chai Bora jijini Dar es Salaam. Wito huo kwa waumini wa kanisa la Askofu Gwajima ameutoa kupitia katika ukurasa wake wa Instagram, akisherehesha kwa kuandika maneno kutoka kwenye Biblia kwa Ebrania 10 mstari wa 25, akieleza kuwa wala tusiache kukusanyika pamoja, kama ilivyo desturi ya wengine, bali tuonyane na kuzidi kufanya hivyo kwa kadri muonavyo siku ile kuwa inakaribia.